Mwezi huu kwa ajili ya wao kuja kujibu na baadaye mahakama iweze kutoa eh, majibu kuhusu hoja zetu, lakini ile hoja ya kwamba waende wakatibiwe na ripoti ya mahakamani katika kesi hii mahakama ime, imekubali. Ya kesi eh, wa na ime, ime nyingine namba 36 387 ambayo ina jumla ya washtakiwa 76. Hawa mtaona wameshtakiwa kwa makundi matatu. Kundi la kwanza hilo la Niffer na Strong Income, kesi yao nimetaja namba yake like. Kundi la pili kuna washtakiwa mbalimbali wako sabini na sita, wameshtakiwa nao kwa mashtaka yao ya uhaini na kula njama za uhaini. E, tulitoa hoja mbele e, ya mheshimiwa anaitwa Makube. Yeye amekubali tu hoja ya kwamba, e, waende kutibiwa, ile la kwamba ripoti yetu mahakamani, yeye amekataa. E, sasa of course mnaweza mkashangaa kwamba mbona mona hakimu mmoja anakubali mwingine anakataa. Ndio changamoto za, za kazi yetu lakini tumeomba kwamba tupewe nakala ya uamuzi, ili uamuzi wa mheshimiwa Makube tuweze kuchakata kisheria, kwamba ni kwanini yeye amekataa ripoti. Watu wanasema wamepigwa wakiwa chini wa wa polisi, wame badai, ya uangalizi wa polisi wameteswa na wana majeraha, tunataka ripoti ije, ili baadaye wakati kesi ya uhaini inaendeshwa isije kaonekana kama ni swala jipya, lakini yeye amekataa, lakini tutakwenda mahakama kuu. Tunamshukuru, tunamshukuru mheshimiwa Yamuya ee, tunaamini ametumia busara nzuri ya kisheria na kuna kundi kwa kani kusema wa sabini na sita wameshtakiwa kwa kula njama ya uhaini kama wenzao na shtaka la uhaini. Kwa hiyo nao tumewawakilisha ndio kwa mahakamani, nimeona tumwanulia mpaka na maji, walikuwa wanalalamika huko polisi walikuwa hajapewa maji ya mpaka, imebidi mawakili wa nani wakati tuna ndugu zao walikuwa hata wafahamu wako wapi, tunao watatafutwa na wataweza kupata taarifa ili waweze kuja kuwahudumia. Kundi la tatu walikuwa ngapi wale? 54 hivi na wenyewe na wana kesi nyingine, lakini kwa maana kwamba mbele ya kimu mwingine, lakini maudhui ni hayo hayo, kula njama ya kutenda uhaini pamoja na uhaini. Kwa kuna makundi matatu katika mahakama hii ambao wanashtakiwa na hayo mashtaka ya uhaini. Ni mazito sasa, iwapo kweli matukio haya yanajitosheleza kubeba haiba ya uhaini, ni swala ambalo tutalichakata mbele ya safari, lakini sisi kwa kipande chetu kama mawakili, kwa hatua hii tumefika mahakamani, tumewapa huduma ya kisheria, na basi tutaendelea kufanya kazi zetu kama mawakili ili kuhakikisha kwamba haki kwa hawa ndugu walioshtakiwa mashtakiwa, ma, ni mashtaka mazito namna hiyo, wanaweza kupata siku yao mahakamani, so that they get their day in court. Ni hayo tu, labda kama kuna maswali moja au mawili ambayo tutajaribu. Uh, mengine msema kwamba watu wa watuwa, ambao wameshtakiwa ni kosa moja la uhaini kula njama yeah, ya kutenda uhaini pamoja na uhaini wenyewe yeah, mamake hatuwezi kusema ni kosa.